Vision 2030 Madini ni maisha na utajiri. Kazi kubwa ya kizalendo ni kazi kubwa ambayo ina amani na utulivu ndani ya taifa hili, kwa sababu migogoro yote ambayo ilikuwa inatusumbua, sasa majibu yake yameanza kupatikana na niendelea kuwashukuru wananchi kwa ushirikiano mkubwa mnaoendelea kuipa shirika hili la UCRT, na ni shirika la kizalendo. Na mimi niongelee tu maneno aliosoma na mwalimu Nyerere miaka ya nyuma kwamba itakuwa ni vema sana serikali ya Tanzania ikawasomesha vijana wake wakakubali waka kurudi vijijini, waisaidia miradi mbalimbali ya maendeleo na elimu waliyopata rudisha kwenye vijiji vilivyotoka na mzee wa Loure na timu ya Yosherati miezi, maneno yaliyosemwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kisha moyo kwa Kiswahili wanasema, kwa lugha ya Kizungu wanasema charity begins at home. Mzee Loure na ya timu yake kwa ujumla, mmefanya kazi nzuri sana ndani ya vijiji mnaotoka, ndani ya taifa hili kuendelea kuwahudumia Watanzania kwa maana halisi ya maendeleo yanayojadi vizazi vya leo na kesho. Baada <coughs> kusema haya machache kwa sababu ya muda. Na naona hali yao sio nzuri sana, mkuu, anataka kupongeza kwa heshima uliopewa kwa niaba ya serikali ya chama cha mapinduzi ndani ya wilaya Simanjiro na kwa niaba ya mwakilishi wa rais wetu Rais Samia Suluhu Hassan ambayo tuletea miradi mikubwa mikubwa ya heshima ya maendeleo ndani ya wilaya Simanjiro na ndani ya taifa kwa ujumla. Baada ya kusema aa machache basi, nawashukuru sana na Mwenyezi Mungu aendelee kuwa na nyinyi, asante.